Unaongea uongo mke wangu, wezi kunaambia umetoka kwa Angel ungani na ngoza kulalia. ni kweli, siku zote mwanamke ambayo anahitaji ndoa yake na anaheshimu ndoa yake awezi kuongea na mme wake kwa kumpazia sauti nfau. no, pepe kuna vitu vingine unakera bilaniaja haiwezi kutokea. Halafu beibi, nina jambo la kukwambia. kula no. Mm, kwanza ngoja kwanza, jambo gani? ni mimba? Maisha haya maisha haya, mwanangu, unawaza um, nini? Ni jambo jema, lakini sori, unasema ndoa imeliva ila nafikiri huu sio muda mwafaka kabisa. mimi naye kupata mtoto, kwa ushauri wangu, naona wewe mimba tukatoe. Niliapa kukupenda na kuwa nawe katika shida na raha. Hivyo nakushauri mume wangu, nitazaa kwa aliyoyote ili Kumbuka, kuna wakati mtoto anakuja na riziki zake, na uenda ndo mtoto pekee Mwenyezi Mungu aliotujalia tukimtoa itakuwaje? Oke okay, sawa nimekuelewa. Naomba mimi niwaimishe sawa. Ee Mwenyezi Mungu, mimi ni kiumbe wako, nakuja huko kwa unyenyekevu. Tazama, tazama ndoa yangu ninavyoiumba mateso unayopata katika ndoa yangu, mume wangu mwenyewe nidefuka deendua kwa upendo, anabadilika sana. Tazama, sipeti ule upendo wa ndoa yangu tena <coughs> eh Mungu, tazama tuna mtoto chichi

Bila wewe mimi si kitu, bila wewe mimi nisingekuwa hapa. Mwanangu amebadilika sana, mtu akuninyanyasa, ulifanya vitu vya ajabu, kitu ambacho sikipendi. Sipendi mwanangu aone hivi vitu ninavyopitia.

Baba. Baba. Eh, ha, Tuli. Vipi tena? Nimekuja kukuaga. Nenda sokoni, Pepe ametoka muda tu. <sighs> Unajua wewe binti, utaniua mimi kwa jinsi ninavyokupenda, utaniua mimi. Ilikuwaje siku ile mpaka ukazimia kwa sababu vishindo vyako hivi. Mtu mm. mm. mm. mzima kama mimi, mzee kama mimi, naweza nikafanya vishindo vya kukuzimisha wewe kweli? Mimi nataka <coughs> <coughs> sana kwako sana yaani. <coughs> Ulisema unaenda sokoni, sio? Mimi naenda sokoni. Kuna kitu nataka tufanye. Tuly. Tuly.

ili uhakikishe kwamba mimi nawe ninakupenda, sawa? So, <sighs> nenda kafanya mahitaji yako. Thank you. Mama anakupenda. Mira, kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Pepe mimi ni kijana wangu, mtoto wangu, nimemzaa mwenye damu yangu Sitaki ajue chochote na kwa nini, ipi atajua chochote. Kuifanya hii iwe siri kubwa sana, ili mimi niendelee kula, sina niamini sana

vitu vyako vyapo. Kagua kwenye pochi kama vitu vimekamilika. <sighs> Shukrani sana kaka, nakushukuru sana. Mungu akubariki, maana umeniokolea zaidi ya milioni mbili. Uh, usijali kwa sababu usiwe anaume, tupo kwa ajili yenu na tumeumbwa kwa sababu ya misaada juu yenu, kwa sababu nisipomsaidia mwanamke ntenda kumsaidia nani? Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Sawa sawa, samani, nilikuwa naomba namba yako <sighs> okay. Unaitwa nani? Sam Sam. Sawa, nitakupigia Sawa, lakini kwanza ngoja pokea, tafadhali, ni shukrani yangu. Pokea kama shukrani. Ah, usijali okay, uh, mimi nimeamua kukusaidia tu. Hapana bwana, usikatae. Sure. Kama nilivyokuambia mwanzo, si wanaume tumeumbwa kwa ajili yenu na tupo kwa ajili ya kuwapa misaada nyi. Kwa hiyo sitaji malipo, ni msaada tu, nimeamua kujitolea. Kuwa na amani kabisa, hamna, sitakuwa na imani ah. Usikatae, umenifanyia kitu kikubwa sana, pokea tafadhali. umeamua kunilipa? Hapana, sina maana hiyo, lakini ni kama shukrani kwangu. Unajua, umenifanyia kitu kikubwa sana ah. ah, okay. na kushukuru sana. ah, usijali. na kingine wakati mwingine usiwe unapita njia peke yako. Usione tu barabara hii hii barabara kuna vibaka wengi sana, sawa so. Unaona, aidha ukipita uwe na mtu ambaye anaweza kukupa msaada, au ubadilishe njia upite hata kule kabisa, kwa sababu usione tu barabara hii imechangamka, lakini vibaka wanacheza sana hapo, kwa sababu wanajua watu wengi huwa wanapita maeneo haya. Kwa hiyo usiwe unapita peke yako, sawa so. Afu kwa makini sana

Udugu, naomba unisili mimi na mume wangu meli ni ndo umsili wangu. Nikwambie tu ukweli, mimi na mume wangu tunapitia kipindi kigumu sana kwenye maisha. Usiku wa jana tumelala bila ya kula. Asubuhi nikatafuta kiakiba changu nikapika wali usio na mboga, ili tule, mume wangu wapate nguvu ya kwenda kutafuta na sijui huko aliko kama amepata chochote au vipi. Nimeona nije nikuombe uniazime pesa ambayo itanistiri siku mbili tatu, mume wangu akikaa sawa nitairudisha. Usijali rafiki yangu, okay. nakuja Shukran sana udugu. Okay. Sisi ni sawa na ndugu, kwahuo uwe na amani. Nkikaa sawa utanirudishia, sijui lazimisha kunirudishia ngali ya mjakaa sawa. Hmm. Meli, nshoga yangu, pesa huwa haitoshi. Mi hata leo shemegea kwa akipata tu nairudisha. Okay. Lakini ni shauri tu Mi siwezi kushauri umwache Samu maana anajua ni kiasi gani unampenda sana lakini kwa nini sitafute mwanamume wa pembeni mwenye hela, uwe mbaba au mkaka, ukikwama kama hivi anakusaidia. Shoga yangu nampenda sana mme wangu na yeye ananipenda pia, Nitamvumilia kwa maisha yoyote yale. Naamini ipo siku atakuwa na pesa na nitayasahau yote, lakini kumsaliti hapana. Na siwezi kuwahendwa na waume wawili, nitabaki tu na mume wangu. Kama unaona mimi nakusumbua kuja kukuazima pesa, chukua tu, nitayavumilia maisha ya mume wangu. Ee, naomba usifikie huko rafiki yangu, naomba unisemee kwa ushauri wangu mbovu, lakini mimi sikuwa na nia mbaya. Naomba unisamehe. <laughs> Haya, ngoja mimi niende asije kurudi akanikosa nyumbani. Okay, sawa so, nakupenda sana udugu. Haya.